Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupinga dawa za kulevya duniani yatakayofanyika ya siku 3 mfululizo kuanzia Juni 24 hadi 26 2025, jijini Dodoma. Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amezungumza hayo jijini Dodoma na kuwataka Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki katika maadhimisho hayo, akisisitiza kuwa janga la dawa za kulevya ni tishio kwa ustawi wa taifa hasa kwa vijana ambao ndio tegemeo la nguvu kazi ya nchi. Ndugu wananchi, mwezi wa sita kila mwaka duniani huadhimisha siku ya kupinga vita dawa za kulevya. Maadhimisho haya hufanyika kwa siku tatu mfululizo, yaani tarehe ishirini na nne, tarehe ishirini na tano na tarehe ishirini na sita mwezi wa sita mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Maadhimisho haya yatafanyika hapa kwetu Dodoma, katika kituo cha mikutano ya Jakaya Kikwete yaani Jakaya Kikwete Convention Center. Maadhimisho haya yanalenga kupaza sauti kwa umma juu ya madhara ya dawa za kulevya, hatua zilizofikiwa na mipango ya uendelevu wa serikali katika kudhibiti na kupambana na tatizo hili, yanayoambatana na maonyesho ya shughuli mbali mbalimbali za udhibiti kutoka kwa wadau wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya na kongamano la vijana. Ndugu wananchi, maonyesho yanafanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 24, tarehe 25, na nne tarehe 25 tano na tarehe 26 sita mwezi Juni mwaka huu 2025 kwenye viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center. Lengo la maonyesho haya ni kutoa elimu kwa umma na kuonyesha jitihada zinazofanyika kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Leo tarehe 25 mwezi wa sita 2024, katika ukumbi huu katika ukumbi wa mabele au mabele hall zamani na ukumbi wa mabeo limefanyika kongamano la vijana, ambalo vijana kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma wakiwemo vijana wa vyuo vikuu, vyuo vya kati, vyuo vya ufundi na shule za sekondari wameshiriki katika kongamano hilo maalum ambalo lengo lake ni kuwajenga vijana kuwajengea vijana uelewa kuhusu madhara ya dawa za kulevya na kuwashirikisha mbinu mbali mbali za kupambana na changamoto hii, ikizingatia kuwa kundi la vijana ndilo lipo katika hatari zaidi. Ndugu wananchi, dawa za kulevya ni janga linaloathiri familia nyingi nchini, hivyo ni muhimu sana kushiriki katika maonyesho haya ili kupata elimu, kufahamu njia za kukabiliana na tatizo hili na kuwasaidia walioathirika. Ndugu wan, wananchi, elimu ni silaha muhimu katika vita dhidi ya dawa za kulevya. Kupitia maonyesho haya mtapata uelewa bora kuhusu madhara ya matumizi ya dawa za kulevya, njia za kukabiliana na urahibu na jinsi ya kupata msaada. Nitoe heshima kwa wana Dodoma kujitokeza kwa wingi katika maonyesho haya muhimu ambayo yanatoa fursa adhimu ya kupata elimu na msaada unaohitajika katika kupambana na tatizo la dawa za kulevya. Katika maonyesho haya mtapata msaada wa kitaalamu na maelekezo sahihi kuhusu jinsi ya kujikinga na madhara ya dawa za kulevya, na kwa wale walioathirika watapata msaada unaofaa ili kuweza kutoka katika matumizi ya dawa za kulevya. Tarehe ishirini na sita mwezi wa sita mwaka 2025 yaani kesho ku, kesho kutwa ni siku ya kilele cha maadhimisho ya mada ya siku ya kilele cha maadhimisho ya maadhimisho ya dawa za kulevya. Mgeni rasmi siku hiyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Aidha, maadhimisho haya yatapambwa na vikundi mbalimbali vya sanaa vikiwemo TOT, unawezoea kuita Tanzania One Theater, au Mjomba Band, au Mrisho Mpoto, wote watakuwepo katika siku ya maadhimisho haya. Ndugu wananchi, niendelee kutoa shime kwa Wanadodoma, kama ilivyo desturi yetu tujitokeze kwa wingi kumshangilia rais wetu mpendwa, ambaye anaufaharisha mkoa wetu wa Dodoma kwa mambo mengi makubwa ikiwemo hili la kupiga vita dawa za kulevya. Kwa mujibu wa RC Senyamule, maadhimisho ya mwaka huu ni ya kipekee kwa sababu yanaweka mkazo katika kuwajenga wananchi uelewa mpana wa athari za dawa za kulevya na kuhamasisha hatua madhubuti ya ngazi zote za jamii. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media usisahau ku kusubscribe like comment na share ili wa kwanza kupata taarifa zetu